Mimi nimekuja hapa mambo ya maendeleo Mwingi, hii haiwezi kubadilishwa na siasa chafu ya ukabila na migawanyiko na juki. Mwingi hii na Kitui itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo kama hii, soko hiyo, barabara tunajenga, stima tuwaongezee, na tufanye yale mambo ya maendeleo mengine mengi. That is how Mwingi Kitui and Kenya is going to change, ama namna gani, my friends? Eh, mtu akikuja achochee ukabila hapa, hii dunia ita, ita, ita, itabadilika eh? Soko kama hii inaweza eh, kujengwa na uchochezi wa ukabila ama chuki, si namna hiyo? Ndio mi nawauliza wale wengine wote wanazungusha hii dunia wanatusumbua, o oh, hawa hawana shares, awale wako na shares, sijui nani sijui nani. Hiyo ni ujinga ama namna gani my friends? Tunaelewana. Kila mwananchi Kenya hii ako na shares kwa serikali ya Kenya, yeah. kwa hivyo msituletee ujinga ama namna gani? Yeah. na serikali si ya wanaume mbili tatu wameenda kuketi chini kwa hoteli ati wanapanga wewe chukua 50%, wewe chukua 20%. Na hawa wananchi wote percentage yao iko wapi? Sio kama tunaelewana my friends.